Mwanadada wa kihindi Uzma Ahmed, kwa kukosa kazi nchini mwao, anaamua kwenda Malaysia alipo rafiki yake, anaitwa Shahin kutafuta nafasi ya kufanya kazi huko apate japo jala ya kuendesha maisha yake na mwana anaitwa Noor. Anafika kwa Lalumpa tu, anapanda taksi mpaka kwa rafiki yake, lakini kufika pale shauku yake kumuona rafiki yake huyo inamfanya asahau pochi kwenye taksi. So yuko hapo kachanganyikiwa. Da, sijui nina akili gani? Ile pochi ina vitu vyangu vyote, kuna pesa mule, kuna pasipoti, barua za uhamiaji, hasa itakuwa je, alafu nimeshaiacha hiyo kwenye taksi. Punde anatokea dereva taxi, madam, pochi yako hii hapa, inaonekana umesahau kwenye gari. Uzma anawaza jamani, huu kaka mbona ni mzuri kiasi hiki? Angekuwa mwingine angepotea nao kabisa, unajua hata nisingempata. Kwa hiyo anaamua kumpiga breakfast, alafu bills anaziklia yeye mwenyewe. Jamani, anamwambia yeye anaitwa Tahiri Khan, mwanamama anamwambia yeye anaitwa Uzma Ahmed wakaanza mpaka kuzoeana na kufika hatua ya kukubaliana kwamba wataoana na kuanzia familia. Ila mwanamama alipofika nyumbani kwa bwana mkubwa Tahiri huko Pakistani, miezi kadhaa baadaye, anagundua kosa alilolifanya kumwamini Tahiri na hivi yuko anajuta, anatamani hata asingemfahamu jamaa wala pocho kwenye, asingesahau pocho kwenye taksi siku ile. Mimi ni Towinani, karibu sana kwenye rikapu. Sherehe inaanza, jamaa anakuja na gari anamchukua jamaa wake mwingine kisha wanamfuata mwanamke ndani ya nyumba na kwenda mpaka ubalozi wa India ulioko Pakistan. Wamefika pale asubuhi sana ikabidi wasubiri mpaka ubalozi ufunguliwe, huku jamaa mmoja anamwambia yule mwanamke cha kufanya, si unakijua ukishafika huko ndani. Lakini inaonekana mwanamke yuko mbali sana, jamaa wakaamua kwenda zao nje kuvuta sigara tu wasubiri muda uendeende. Punde ofisi za ubalozi zikafunguliwa, mwanamke huyo Uzma akakimbia mpaka kwa ofisa mmoja pale na kumuomba msaidie. Jamaa anashangaa mbona kapanik? Alafu anamwambia asipomsaidia amemuua. Alafu naye ni mwindi mwenzao, kumonea huruma akamruhusu ndani ya ofisi. Alipoingia mule, wafanyakazi wengine wanapambania mtweni, huyu atakuwa na bomu, yuko nalo, alipua ubalozi. Mwanamama anawasii wakae wamsikize, wazee wa kazi wapi, hii michezo tunaijua, hatuwezi jua ana nini ndani ya nguo yake. Wakamsechi hana mali yoyote. Ikabidi basi mdiplomasia aitwe ndo kuzungumza naye, chukua pia pasipoti yake kwenda kuiskani Wakuta kwamba kila kitu ambacho amekisema ni kweli kabisa. Ikabidi mdiplomasia akae naye aongee naye ajue undani wa stori, ndo anamueleza kwamba yeye hey, muhindi alikuja Pakistan sababu ya jamaa anaitwa Tahiri ambaye alitakiwa kumwoa na alivyomleta, akampeleka Buneri moja kwa moja. Jamaa anajua kwamba kweli kule Buneri sio mchezo, lakini akawa anawaza imekuwaje amefika mpaka huko bila uhamiaji kumnasa. Akahisi tu kwamba kuna stori haijakaa sawa mahali fulani akaagiza atekee walipona kumuona, kweli mwana mama alikuwa na makovu kama ya kupigwa na, na kunyanyaswa hivi. Ikabidi mdiplomasia huyo amweke mahali salama na kuanza kutafuta namna za kuweza kumrudisha nyumbani huko India akiwa salama. Ikapitishwa tu kama kesi ya kutungwa tu ili mtu arudishwe India kwa usalama wakati alipita kinyemela. Muda huo wote Tahiri akawa hajui kinachoendelea. Kaka zake tu nje anamsubiri waifu atoke. Kumbe watu ndani wanashughulikia mambo mengine kabisa. Ila muda kidogo jambo hilo likaanza kusambaa. ASI wakachonga kwa Tahiri ionekane kama mwanamama tashikiliwa kwa mabavu huko ubalozini. So majamaa wakabeba silaha zao mpaka polisi. Polisi wanaambia, bwana, shughuli za ubalozi sisi hatuwezi kuziingilia, ila wajumba hata hawaelewi. Diplomat huku anapigiwa simu na Madam Sushma Swaraj, waziri wa mambo ya nje, anamwambia, kijana, nimesikia kinachoendelea huko, naomba tu uende nayo kwa makini sababu ukifanya kosa dogo tu unaweza haribu uhusiano wa India na Pakistan. Jioni nimefika, diplomat karudi nyumbani, Uzma yuko barozini, Tahir kwa polisi na ndugu zake. Baadaye jamaa wa ISI akawafuata, anamwambia, emu, achini ujinga, sio kila vita ni ya kushinda kwa bunduki. Akawapa njama pale kesho yake toka asubuhi kote Pakistani vyombo vya habari kilichokuwa chasikika ni kesi ya balozi wa India kutaka kukaa na mke wa mtu kwa mabavu. Waziri akapiga tena. Jamani, habari si mmeiona? naendelea kusisitiza tembeni kwa umakini sana na hayo mambo. Ikabidi diplomat amwite Uzma na kumpa story nzima na kumwambia atasimama mahakamani kujitetea. Lakini mwana mama akimuona tu Tahiri mume wake, hautulii, anahisi kufa kufa tu. Kwa hiyo anagoma, anasema hawezi kabisa fanya hilo jambo. Jamani anambia kama huwezi fanya hivyo hautaweza kusaidiwa ama hautaweza kusaidika. Alafu inaonekana kwamba kuna vitu wavificha, wakati nimeshakwambia kwamba unabidi uniambie ukweli wote, ili mimi nijue kwamba nakusaidiaje. Ndio maana mama kufunguka kwamba yeye alienda Malaysia kutafuta kazi, akakutana na kijana mpakistani mstaarabu tu, akaanza naye mahusiano. Alipomchanganya zaidi ni pale ambako alimpenda mwanae, sababu alikuwa akitumia neno mtoto wetu mara nyingi badala ya mtoto wako. Kwa hiyo ikanipa amani, ndio maana nikafall kwake. Ikafika hatua sasa mtoto wangu akapata changamoto ya maradhi na matibabu yake akawa ya pesa sana na mimi nilikuwa sina chochote. Jamaa akaniahidi kwamba Pakistani kuna matibabu yake tena kwa wataalamu kabisa, akaona ni muda mzuri pia akamtambulishe kwao ili aweze kuolewa pale. Basi miezi sita baadaye akaenda, ila kufika kule akashangaa, kwanza kumbe jamaa alikuwa tayari ana watoto wakubwa tu, kaoa wake wengi na anaongezeka kwenye familia hiyo hiyo, na uruhusi kuuliza lolote, ukiulizwa tu wapigwa, na bado akaniingilia nyuma ya maumbile, anaeleza Uzma, kabla ya kutaka kuniuza, ambayo baada ya hapo ilishindikana baada ya kuonekana kwamba ni umri mkubwa, kwa hiyo akaamua anioe yeye mwenyewe tu. Hasa jamaa anamuuliza kwa hiyo imekuwaje, amekuleta ubalozini tena kama ni hivyo? Anamwambia alipoolewa tu akamwambia jamaa yake kwamba kwa mila za Kiindia inabidi yeye Tahir apewe mahari na familia ya mwanamama. Jamaa akamuuliza kwamba itakuwa ni shilingi ngapi, akamwambia kwamba itakuwa kama rupia milioni moja. Jamaa alipoona kwamba ni mpunga mrefu na kueleweka, akaona sawa taratibu zikoje? Basi akamuuliza bidada, akamwambia waende ubalozi na dokumenti zao za ndoa, na kisha wakiwa pale zitawekwa sahihi na kukubaliwa, kisha watatumiwa ndugu India na kisha hela itatumwa. Jamaa kaleta braza wake gari, kachukuliwa ndo mpaka nimefika hapa, anaeleza Uzma. Sasa sababu njia ya mahakama inaonekana ngumu kwa Uzma, na inabidi pia stori yake ya upande wake iweze kujulikana, wakapanga njama na kumuita Tahiri aje kumchukua mke wake ubalozini. Alafu muda huo Uzma aende public, aseme naye stori yake kwa upande wake tayari. Naye akaona sio kinyonge, akaenda mpaka mahakamani na kufungua mashtaka dhidi ya ubalozi wa India. Kikao cha kwanza cha mahakama wakaenda tu maofisa wa ubalozi, wakasema pale vitu vyao vyote, hadi wakaonyesha pia mkataba wa ndoa ambao alipewa ulikuwa wa lugha ya Kipakistani ambayo yeye asingeweza kujua. Ikaonekana kabisa kwamba ni ndoa ambayo imelazimishwa, so ni mtu mzima, na kama atakuwa anataka kurudi kwao, basi wao kama ubalozi wanamfanyiwa mchakato, then anarudi kwao. Hakimu anawaamuru ubalozi kwamba kikao kijacho, basi waje na mwanamama. Sasa kwao shida sio kuja na mwanamama, shida ni kwamba mwanamama mwenyewe hayuko tayari kwenda mahakamani, maana anamuogopa jamaa, sio boa. Lakini ikawabidi ubalozi waweke ulinzi wa kutosha siku hiyo ya kwenda mahakamani ili mwanadada asidhuriwe na hata gari apande tofauti kabisa na waliodhania kwamba atakaa. Na kweli wakiwa njiani, wajomba wakashuka na risasi zao na kuwafanyia fujo kabla ya kufika mahakamani. Kufika mahakamani tu hakimu akamsikiza mwanadada vizuri na maelezo yake, akaamua mwanadada arudi India, maana hakuna mahali inakoonyesha mwanamke sababu ameolewa tu basi hatakuwa na maamuzi binafsi. Kwa namna hiyo tu wakawa wameshinda kesi. Basi diplomat akawasiliana na waziri wa mambo ya nje, akapanga msafara kumsindikiza mwanamama mpaka kwenye boda ya India. Wakiwa na furaha, wanapata intel kwamba wale jamaa wa Tahir wanapanga kuwavamia wakiwa safarini kwenda boda, so ikabidi wakuu wangoe nanga usiku huo huo kabla hata jamaa hawajajipanga pigia polisi wanawambia kwa sasa hivi, sababu amewashtua, kutakuwa na escort ya kituo kwa kituo, yaani mkifika kituo kingine polisi wengine wanapokea, mkifika tena kituo kinachofuata polisi wengine wanapokea, tofauti na vile ambavyo ilibidi hiyo mwanzoni kwamba watatoka moja kwa moja mpaka kwenye boda. Kumbe polisi nao baadhi walikuwa mshanunuliwa na ISI wakapigiwa simu na kuambiwa wakifika kituo fulani then wakasimama, muwaambii kuwa hakuna kwenda mbele mpaka escort nyingine ije, na escort inayofuata itachelewa kidogo ili Tahiri na watu wake waweze kuwakuta. Basi safari ikaanza, kufika pale walipoambiwa polisi wawabakize makusudi, Diplomat akawaza tu, huu utakuwa ni mtego, so anaamua kushikilia usukani mwenyewe. Kabla hata hajatoka anaona gari za wajomba zile, mfukuzano ukaanza, watu wa Tahiri wamefika pale, piga risasi gari za ubalozi Bahati leo nzuri, gari ile ilikuwa ni ya bulletproof, so wakakimbizana mpaka ikafika mahali Tahir na kaka yake, kwa kutokuwa makini, wakapata ajali. Muda kidogo wakafika boda. Sababu ya uzito wa jambo, waziri wa mambo ya nje akaja kumpokea uzma basi kwa namna hiyo mwanamama akafanikiwa kuendelea na maisha yake nchini india hii sinema iko based on true story ya mwanamke anafahamika kwa jina hilo hilo uzma ahmed aliyepitia changamoto hii mwaka 2017 lakini ushujaa wa ofisi ya uhamiaji ya india na kwa msaada wa waziri mwanamama alipata auheni inaitwa the diplomat bonge moja ya thrilling movie kutoka india na asante sana kwa kuchukua muda wako na kutazama recap hii kwa heri